Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tunaenda kupika keki ya mabo au zebra. Hatua ya kwanza, nitaanza kuandaa chombo changu cha kuokea. Nitaweka mafuta, nitasambaza, kisha nitaweka baking sheet juu. Nitahakikisha naiweka vizuri, kisha nitachukua bakuli, nitaweka mayai bata na sukari. Nitapiga mayai kwa muda wa dakika tatu, nitahakikisha kila kitu kinachanganyikana vizuri. Dakika tatu zikipita, nitaweka unga kwenye chekecheo langu, nitachekecha. Nimeweka nusu ya unga, mwingine nimeuacha nitachanganya vizuri mpaka unga huo mweupe upotee, kisha nitaweka baking powder, nitachanganya tena. Nikimaliza kuchanganya, nitaweka unga uliobaki kwenye chekecheo tena, nitachekecha Nikishamaliza kuchekecha nitachanganya, nitapiga unga wangu mpaka huo unga mweupe upotee. Nitaweka maziwa, nimetumia buttermilk. Nitaweka na vanila, nitapiga kila kitu kwa pamoja mpaka kichanganyikane vizuri. Nikishamaliza kupiga unga wangu, nitachukua spatula, nitaanza kukoroga ule unga wa juu, nitachanganya vizuri. Hapa unga wetu uko tayari, nitaweka pembeni. Nitagawa, nitagawa nusu ya ule unga nitaweka kwenye bakuli moja. Nitachukua kokoa, nitaichekecha, kisha nitakoroga. nitahakikisha nachanganya vizuri mpaka kokoa yangu ichanganyikane na unga. Kwa matokeo mazuri zaidi, nashauri gawa robo tatu kwa robo. Haya, unga wetu ndio hizo hapo, ziko tayari. Nitaanza kuweka kwenye chombo changu nilichoandaa mwanzo cha kuokea. Kama unavyoona, nimeanza kuweka ule wenye vanila, yani mweupe, kisha naweka huo wa chocolate. Naweka wa chocolate, nitaweka wa nita wa vanila tena, nitafurudia mpaka unga wangu uishe wote, yaani mchanganyiko wangu uishe wote. Nitamalizia kuweka unga wa vanila naweka na, na wa chocolate juu, kisha nitapiga piga ntapiga nitapiga unga wangu ukae sawa, kisha nitaoka kwenye oven niliyokwisha iwasha nyuzi joto mia thelathini kwa muda wa dakika sabini Nitaoka mpaka keki yangu iive vizuri, ila unaweza ukaseti oven yako kwa moto unaotaka, ila tu keki yako isiungue. Seti moto unaotaka kama utapenda, unaweza ukaongeza moto, ila kuwa makini, keki yako isiungue na iive vizuri ila kwa mimi nimeoka kwa nyuzi joto mia thelathini kwa muda wa dakika sabini. Oka mpaka keki yako kichoma kijiti inakuwa tayari. Kisha itoe iache kwenye tini yake kwa muda wa dakika kumi. Dakika kumi zikipita itoe kwenye chombo chake cha kuokea, kisha iweke kwenye rack hapa iache ipoe kabisa. Hatua inayofata utaanza kukata. Haya, tunakata keki yetu. Ndo ndani iko hivyo inavyoonekana, imeiva vizuri na ni tamu sana. Mahitaji nitaweka kwenye description box, ukiwa unaangalia video kwa chini utayaona. Kama unapenda video hii, tafadhali bonyeza like